Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, mpenzi mtazamaji, kupitia hapa KHAIRO tv, karibu tena, na leo tutazungumzia jinsi ya kuboresha afya ya akili ya mtoto mdogo. Hata ukiwa nyumbani tu, vitu hivi vinapatikana na unaweza kujifanyia na kumwandalia mtoto wako kwa ajili ya kuboresha akili yake, kwani mtoto huyu ambapo akikosa matirio bora ya kuboresha akili yake na ubongo wake kwa ujumla atakuwa mvivu hata darasani, hatokuwa mwenye uchangamfu na kupenda masomo. Ewe mpenzi mtazamaji, ni kuombe usisahau kusubscribe, ku comment, ku like na kushare, ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. Afya ya mtoto huwa ni njema kutokana na mpangilio mzuri wa vile vyakula ambavyo anakula, lakini pia afya ya akili ya mtoto huwa ni mzuri pia kutokana na mpangilio ambao anaupata kutokana na vile vyakula ambavyo anapewa. Ewe mpenzi mtazamaji, ikiwa ni mzazi au mlezi, hakikisha mtoto wako unamwandalia vyakula ambavyo vitafanya awe na afya bora lakini pia awe na akili bora. Basi kwa upande wa akili bora, mtoto wako asikose vyakula hivi kwa ajili ya kuboresha ubongo wake na afya ya akili kwa ujumla. Mayai: hakikisha katika mlo wake wa asubuhi anapata mayai au angalau yai moja la kuchemsha, kwani yai lina protini ambayo husaidia kuzalisha seli mpya kuelekea katika ubongo na kuboresha afya ya akili. Samaki wenye mafuta samaki wenye mafuta husaidia pia kuboresha afya ya akili ya mtoto kwani samaki wenye mafuta kwa mfano sato dagaa saladini husaidia pia kuboresha afya ya akili ya mtoto wako basi ikiwa unahitajia kuboresha afya ya mtoto wako kwa upande wa akili pendelea sana vyakula hivyo, samaki wenye mafuta, unaweza kuwakaanga kwa mafuta machache au kuwapika kwa, kwa mvuke. Hii ni bora pia. Karanga au mbegu za alizeti, hizi zina vitamini E, lakini pia ina magnesium. Hii pia, hivi vyote ni muhimu na husaidia utulivu wa afya ya akili. Tumia kama snack au changanya kwenye uji wa mtoto, hii ni mzuri pia. Matunda yenye rangi pia, kwa mfano kama tikiti maji, tumia kama juisi, mpe mtoto wako, kwani matunda haya yenye rangi yana antioxidants lakini pia usisahau kumpa mboga za majani kama mchicha na spinach, kwani zina vitamin K. Hii pia husaidia ukuaji wa seli za ubongo na kuwa imara zaidi. Na njia rahisi, mpikie mtoto wako supu ya mboga, na ikiwa hiyo ni ngumu zaidi, mchanganyie mboga mboga hizi za majani katika chakula anapenda sana mtoto wako. Hii pia ni njia rahisi ya kumraghibisha na kumpendezesha aweze kupata virutubisho hivyo kwa njia sahihi na nyepesi. Lakini pia mpenzi mtazamaji, usisahau kumwandalia uji wa nafaka kamili. Tumia uji wa mtama, ulezi na mahindi, changanya pamoja mwandalie uji huu kwa ajili ya afya ya akili na kulindwa na madhara yote ambayo yanaweza kupatikana kwenye afya ya ubongo. Lakini pia katika huo uji hakikisha, ewe mlezi au mzazi, unatia kiwango kidogo cha sukari, au achana kabisa na sukari, weka asali au maziwa ya moto. Mzazi mlezi, pangilia milo ya mtoto iliyokuwa na afya pamoja na kujenga ustawi mzuri wa mwili na akili. Pia epuka vyakula vyenye sukari nyingi, vyakula vyenye rangi rangi nyingi, vyakula vya viwandani, kwani hukosesha kabisa utulivu wa akili. Mzazi mlezi, tambua kuwa ukimlisha mtoto vizuri unamweka katika misingi mizuri ya kimwili na kiakili, pia kiakademia. Mpenzi mtazamaji, kupitia hapa KHAIRO TV, haya ni makala mafupi ya kuhusu kuboresha afya ya akili ya mtoto. Mpenzi mtazamaji, ikiwa kama umepata faida yoyote kutokana na video hii fupi ya makala haya mafupi ya kuhusu kuboresha afya ya mtoto ni kuombe. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. Mpenzi mtazamaji usisahau kumswalia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Pia na kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atusamehe sisi na maiti wote. Allah Subhanahu wa Ta'ala pia atujalie mwisho mwema. Kufikia hapa mpenzi mtazamaji niseme wabillahi tawfiq